Unatafuta side hustle za kutengeneza pesa bila kuwa na skills wala experience, na pengine bila kuwa hata na mtaji? Tafadhali baki hapo hapo, ni kuchanua Saidi haso ya kwanza ni website testing. Tumia site kama za user testing ama Trymata, unapewa website unajaribu kutumia, kisha unatoa maoni ama unakosoa sehemu ambapo haifanyi kazi vizuri, kisha unalipwa. Ni very simple. Lakini ya pili ni watching ads. Hii sio sawa na ile elovielo kwa sababu hapa eh, hautakiwi kulipa kianzio chochote kiwe Unachotakiwa kufanya unaenda kufungua akaunti katika saiti ya Swagbucks ama Inbox Dollars, kisha unatazama matangazo madogo madogo, halafu unatengeneza pesa ama unalipwa ama, ama unatoa gift cards. Hii haitaji kianzio wala mtaji wowote, kwa hiyo ni saidi haso legitimate kabisa. Lakini ya tatu ni data entry mbele ya site kama za clickworkers ama e, microworkers, unapata kazi ndogo ndogo za kuandika ama kujaza taarifa, unalipwa vizuri, trust me. Ya nne ni copy and paste jobs. Unaweza ukafungua account katika site ya Fiverr ama Upworks, kisha ukatengeneza matangazo. Hizi ni site za freelancing, na utafanya kazi rahisi eh, kama ya kuhamisha taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa maana ya kukopi na kupesti, kisha ukaribu. Ya tano ni sell photos online. Hige picha kali e, zinaweza kuwa picha za mazingira, picha za watoto, picha za wanyama ama kitu chochote kile cha kuvutia.